na jana amedhaminiwa. Kwa hiyo, maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuwalazimisha Jeshi la Polisi wampe dhamana ku, ku. Kwa hiyo, tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi. Sasa tulienda leo kuripoti saa tatu asubuhi ofisa ZCO, tukaongea naye na amesema hivi: upelelezi bado unaendelea kwa sababu tuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea na amempa siku saba kuripoti hapo ofisi ya ZCO, kwa maana Jumanne anatakiwa karipoti ofisi ya ZCO of mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa hakuna kesi ya msingi basi atatendwa kwa huru kwa mujibu wa sheria. Kwa wamefafanua pengine hiyo tuma ya kumuua mkuu hapo hawajafafanua na, na kwa sababu wanapeleleza, kwa mujibu wa maelezo yao, kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi ambaye Geoffrey eh, Geoffrey Mwambe alikuwa anataka kumuua ni nani